Lakini timu yetu imepambana hata hapa tu leo wamejichora, wamepambana, wamepambana sana kwa sababu hili ndio kitu kidogo. Lakini hili ndio timsha finali. Hii ndio timu ambayo imetupa kulaki mataifa. Wenzetu hao walitokea tuaa lakini finali s ka finali aea waltuasisii kulaa naikumbuke kwamba wakati tuna, tunaanza na project ya msimu huu project yetu ilikuwa ni ya kujenga timu sasa, tumejenga timu, kwenye kujenga timu tumeenda juu ya malengo, yani tumeenda zaidi ya malengo ambayo tulikuwa nayo, tukapita paka fainali. Leo hii Yanga anakuja kuchukua ubingwa mbele yetu, ni kitu ambacho hatukutegemea hapo awali, kwamba wangekuja kuchukua nini ubingwa mbele yetu, kwamba game ya mwisho tunakuja kuamua nini bingwa hicho, ni kitu ambacho watu hawakutegemea. Yale ni mafanikio makubwa katika kujenga timu. Kwenye kujenga timu tumepambana na tumejenga timu yetu, pia twende mbele. Kuna watu